Unajua, Bwana ndiye anayewatengeneza watu, atawatengeneza watu. Usiwajukie watu hao hao ambao leo wabaya, kesho watakupa vitu, utamtumikia naaa, hata kama naona huyu simwelevu, Bwana nimleta amtengeneze. Tabia zako zitamtengeneza, zitamfanya afanye wito pamoja na mume wao. Kwa hiyo tie moyo, onowao tie moyo, fanya kazi pamoja na mwanaume. Mungu amekupa mwanamke, umeoa, ikiwezekana tembea naye, ongozana naye. Hata unaposikia maneno mabaya wanamsema mbaya, usiwajibu mtie moyo anapovunjika moyo, anaposema, anasema narudi pale, anasema mimi narudi kwetu Bigwa. Wapi? Hapana, Mungu ametupa nafasi katika eneo na hili, tutumike. Mtie moyo, wanapomshambulia mlinde, wanapomsema mabaya, wanapomsema mabaya kataa. Mungu amekupa mambo, anategemea ulinzi kutoka kwako nanategemea maneno yako yawe kinga ya kutegemewa, kama ambavyo washirika wengine wanategemea maneno yako ili wasimame na maneno yako yamsimamishe. Amen. Mtunzi, kumtunza ni pamoja na kumvalisha. Kumtunza ni pamoja na kununua mafuta mtunzi.

Hudumamoa ni mkubwa sana kwa sababu huyu Mungu etumikia ni mkubwa sana na atafanya visivyo vya kawaida. Anasema ameahidi baraka kwa wanaomcha huyu. Huu ni mwanzo tu, ziko baraka sasa. naapaiko msimame, msimama wote maharusi na wasimamiziwe. Maiko, naomba ugeuke upande wa kushoto kwako, na binti ugeuke upande wa kulia kwako. Maiko, naomba fungua shera

na yakujuma mwanamke uliyomchagua sasa, atakuwa mwenzi wa maisha yako, mlidii pamoja nayo katika hali ya mali zako, malikia wa nyumba yako. Hakuna njia nyingine yoyote ambayo ameweza kuweka upendo wake kwako, anaachana na kufungamana na nyumbani kwao, pamoja na uhusiano ma wa marafiki wake wote ili kushiriki pamoja nawe katika furaha na katika huzuni na katika maisha na atakuwa pamoja naye nawe atakaa na wewe na kwa ajili yako ataishi. Chungaji Maiko, unamchukua mwanamke na huyu kuwa mke wako wa ndoa, aishi pamoja katika hali takatifu ya ndoa kufuatana na maagizo ya Mungu, utampenda utamheshimu na kumtunza katika hali zote za maisha na kuacha wengine wote na kushikamana naye peke yake mpaka katika kuwatenganisha. Kama nilivyosema nitafanya hivyo kwa msaada wa Mungu, nitafanya hivyo. nachukua kunakwenda kuwa mke wa Michael. Unakaribia kufanya wa uamuzi ulio safi na kiapo cha uaminifu wa kudumu. Mwanaume huyu ambaye anaenda kuchukua, atakuwa mwenzi wa maisha yako, mifi pamoja nawe katika mali zako na katika mali na atakuwa bwana katika nyumba yako, na hakuna njia nyingine yoyote ambayo anaweza kuweka upendo wake kwako. Anaachana na baba zake na ndugu zake na kufuatana na wewe katika uhusiano. Anaachana na marafiki na ndugu ili kushiriki pamoja nawe katika furaha na katika huzuni. Stellah, unaenda kuingia unaenda kuingia katika hali ya ndoa ambayo imesifiwa na mtume Paulo katika maisha haya. Unaachana na wengine na kuambatana na yeye katika hali zote za maisha, kuanzia sasa, kama nilivyosema, nitafanya hivyo kwa msaada wa nitafanya hivyo kwa msaada wa Asante Michael, tafuatisha mimi. Michael na kuchukua wewe Stellah nachukua hiyo sura kwa mke wangu wa ndoa, kwa mke wangu wa ndoa, na kuishi nawe tangu sasa, na kuishi nawe tangu sasa na kuendelea, katika hali zote za maisha, katika mema na katika mabaya, katika mabaya na katika mema, na katika katika utajiri ama masikini, katika utajiri ama masikini, katika ugonjwa ama katika afya, katika ugonjwa ama katika afya, nitakupenda, nitakupenda

Na mimi Stellah, na kuchukua wewe Michael, kuwa mume wangu halali, na kuishi nawe tangia sasa, Mimitra. na kuendelea, katika hali zote za maisha, katika mema na katika mabaya, katika utajiri ama maskini, mimi katika maski, katika ugonjwa ama katika afya, Nitakweshiu na kukutii mila wote tutakakuwa hai. Nitafanya hivyo kwa msara.

katika jina la Yesu, imeandikwa, wewe ni Mungu uliye karibu nasi, ili ulete baraka. Inawaweka watu wako Bwana, tuko mbele zako mchana wa leo e, Mungu mkuu, ee Mungu wa maagano, wewe ukiweka agano unaweka la milele. Kwa jina la Yesu, inawaweka tena Michael na mke wake katika mikono yako.